Enye tuliko rudi nyumbani nikaenda ni kwenye hilo kanisa. Nakumbuka sana ule mchungaji aliyenipokea, nilikuwa kigonja kigonja sana. Yule mchungaji kanisa lake lilikuwa mbali sana na anapoishi, pengine labda ni kama hapa, sijui na maili sita, pengine Amen, au zaidi, maana tulikuwa tunatembea kwa, kwa miguu masaa mawili na nusu kwenda kanisani. Sakwasaudi kuwa kigojo na siwezi kwenda, bibi yangu alikuwa ananipikia chakula ananifungia kwenye majani, naweza kwenye sahani alafu anampa yule mchungaji. Nilikuwa namwita mjomba, mjomba na mke wake wananyengeza bejani hapa, tunaenda kanisani. Niko darasa la kwanza, mwishoni darasa la pili wezi so, kutembea mbali mrefu maana nikigonjogonzwa safari. so, zikaenda maisha yanaenda. Maisha hayo yalikuwa mengi sana, nikaenda kwa waganga wengi sana sana, nisikwambia wengi sana. Waganga wawili walimwambia mimi, mrudishe alikotoka kwao, kwa wazazi wake linapozamia kuna dawa pale wachukue, alafu wakichukua ile dawa wamchanjie atapona. Ninakumbuka mm, siku hiyo tukiwa tunarudi tumetoka kwa mdani, na sasa inaenda ka ka auzangu wazababa, tukakutana na mtu mmoja, mbaba wa kiume ama mbaba niseme Amin alikuwa kumbe ni mganga wa mama nikiwa mimi ndio niko kwenye tumbo la mama, yule mganga aliyekuwa anampa dawa, si unanielewa. Nilipokutana naye tuko na bibi na wazazi wa upande wa baba, nilipompa mkono akasema huyu ni nani? Wakasema huyu ndio yule mama yake alikuwa anamsaidia, sasa mtoto mwenyewe ndio huyo Alikataa, okay, kunipa mkono. Siwezi kisahau. Ile picha niko mdogo sana, ile picha sijawai kisahau. Mm -hmm. Alikataa kunipa mkono okay. <coughs> akasema kwa nini, akasema kwa nini amkuleta kwangu alipozaliwa, kwa sababu anaijua, si alikuwa ana fanya nini damu iongezeke mimi niishi kwenye tumbo la mama amen, sio? Unanielewa? Amen. Nataka kukuelekezea tu kuhusu damu, amen, ya kisasi. Amen. Kumbe alipokata, maisha yaliendelea, mimi nikaendelea. Lasti nikutana na mganga mmoja, akasema huyu mtoto alishakufa tayari, mimi sijisumbue, wacha naelea. Nimeikumbuka sijui yes, so kama wewe ambayo naamini mganga sana, alafu mganga akwambie mwachaneni na huyu maana amesha kufa, utaelewa. Nakumbuka bibi na mama mdogo ambaye ni mama yake nao kijana naye nisheezisi, walikuwa wanabeizal, mmoja anasema nipe nini, mwingine anasema niei, nasema nii niemini sio mbaya sana, kama saa tisa nane usiku hivi, mimi nilikuwa napenda kuendesha magari saa nane tisa usiku hivi, nikasema naomba gari yangu, nikaanza kuendesha vuewaniwewani. Bibi yangu alisema sasa huyu ndio anakufa, anaendesha gari hivi ndo anapanda mbinguni <laughs> wasa okay, Tanzania hii hakuna kabila inayojua kulia kama Wanyakyusa. Kule Wanyakyusa wana uwezo wa kuomboleza. Watu naweza kuomboleza mwezi mwezi mitatu hivi, wote wamekaa kwenye familia moja na nalia msiba wa mtu mmoja. mmoja. Lakini Mungu, nakumbuka, Jumapili iliyofuata nilienda kanisani, mchungaji wangu nungata antaputa sana Amai, kuanzia pale legifu ikatokea. mm -hmm. Hospitalini walisema nikiingia pale sihitaji kujieleza naitwa nani, natoka kijiji gani, na miaka mingapi, maana madaktari wote wananijua, maana mimi na hospitali ni ndugu pete na kidole. mimi alikuwa sana vizuri. nanyelewaiurhacha nishia kwa kwenye hiyo point. ni hiyo point ya pili nilipoenda shule shamba Lewi kitukuu chake Mungu anasema Lewi amestahili kula fungu la kumi kwa sababu alitoa fungu la kumi akiwa ndani ya Ibrahimu. Amen. Na, kwa hiyo na Lewi naye alikuwa ndani ya Ibrahim. Ah, okay, kwa hiyo Ibrahim ni yeye aliyetoa fungu la kumi. Amen. Amen. Ibrahim alitoa fungu la kumi. Amen. Kumbe alipokuwa anatoa fungu la kumi, Amen, yule aliyetoa fungu la kumi alikuwa ni Lewi ndani ya Ibrahim. Amen. Kwa lugha nyepesi Ibrahim alijinyong'onyoa akatokea mtu anaitwa Lewi. Amen. Amalawi. Amen. Bwana Yuda huyu Isaka, Isakari, jinani, Simoni, wote kumbe. Mi macho yetu hivi yakitazama yanasema huyu anaitwa Yuda, huyu anaitwa Isaka, huyu anaitwa Yakobo, ila Mungu ya kitazama namna hii anasema Ibrahim yeugatiaaa Lakini wakati wanaenda Misri, anamwambia hivi mfalme wa Misri, Farao, mwachie Yakobo mzaliwa wangu wa kwanza, Israeli mzaliwa wangu wa kwanza. Anasema Israeli mtajio wangu, okay, mwachie okay. Naweza Mungu ni kama kuelewi au Mungu ni specific? <laughs> Bwana unaposema wewe un Israeli wewe, <laughs> si Israeli? <Mubu. laughs> <laughs> hawa ni watu wengi sana, wako milioni sita. Amen, alafu Mungu anasema mwachie. Sinaelewa okay. Watu wa Mungu, <hawa> haleluya, amen, wanda naelewa <hawa>

tukienda kupima nini, tutakuta tukichomoa ili damu sana, tukipeleka kwenye kipimo inasoma Ibrahimu. Eh? Eh? Unanielewa? Tukichomoa damu tukiipima inasoma nini? Inasoma Ibrahimu. Lakini ukimuuliza unaitwa nani? Simoni. Eh, eh. Bwona damu ni ya Ibrahimu. Lakini tukiipima damu inasema Ibrahimu, ila tukikuuliza jina lake unasema naita Simon, na wewe Yakobo, na wewe Yuda, na wewe Lawi, na wewe la, wana majina mengi, lakini wote ni damu, wote ni damu ndio maana na wewe kuna jina lalo la damu amen. Angalia jirani yako, muulize jina la damu, muulize tena, mwambie jina lako la damu ni lipi? Jina lako la damu, jina lako la damu ni lipi? Jina lako la damu. Bwana tusaidie, amen. Umekuna gelewa jina la damu? Ndio mimi kule kwetu, jina la damu tunaitwa Kajela. Kajela ni jina la ukoo maana hili ndio jina la dan, si unanielewa? Hili ni jina la dan, ni jina la kizazi, kizazi cha Kajora, kizazi cha Ibrahim. Amen. kizazi cha, cha, cha, cha, cha, cha Israeli wa Israel. Wote wanaitwa Waisraeli kwa wote hao, ukiwatazama wanaonekana ni wengi, lakini hao sio wengi, ni mmoja. Usijanganike, ni mmoja yule yule anaishi.

Kwa hiyo anena lazima uni ni mtoto mtoto, yeye ni damu damu ya hiyo, ndiyo ambaye Mungu anafika atuo Mungu wa mbinguni ama Mungu wa miungu. Hii ni miungu iliyoko duniani huwa ikitafuta namna ya kukamata watu, inaanzia kwenye kizazi. Mambo mengi inapotaka kukamata, inaanzia kwenye kizazi, maana kizazi ndio chanzo, tumbo linalozaa kizazi, linalozaa watu wanaoita mole ile lile lile tumbo ile lile, ndio inaingia moja kwa moja. So miungu ama mungu wote wanaingia pale kwenye kizazi, anaenda na kamata yule wa kwanza. Amen, akisamkamata yule wa kwanza, kwanzia hapo wote mnaoitwa wote ni watoto moja. Yule aliyekamata anamchukua huyo, anambebeke. Yes na mimi amen. Kwanzia hapo ile damu yake inakuwa imechangamana na damu ya mashetani Amen. Anasemaje? Kwa sababu hiyo, kile kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Umenielewa? Si unanipata vizuri? Kwa mfano Kaini alipokosea, Ibilisa alipokataa Yes, alijua nikikamata Kaini duniani, kutatokea kizazi cha nyoka na kizazi cha watuvu, ataingilia kwenye damu yes. Kwa hiyo hapo kizazi cha nyoka duniani kikaanza kusambaa kwa njia ya damu. Amen. Kizazi cha nyoka duniani kikaanza kusambaa kwa njia ya nini? Ya damu. Kwa hiyo anayezaliwa na Kaini ni mteule okay. okay. ni mteule okay. okay. kwani sio mtoto mdogo jamani, okay. yeah waleteni kwangu watoto wadogo okay. na watoto wa Kaini naotu walete kwake okay. okay. okay. e, e, situseme kweli okay. Zaburi anasema walio watoto wa Ibilisi wamepotea tangu wakati wajaanza kuongea, mm -hmm. wa wa kizazi cha nyoka. Amen. Kizazi cha nyoka. Oh yes. Oh yes. <laughs> Hallelujah. Yes. Amen. Yes. afundishi kunyata cha damu za kafara amen. Amen, kizazi cha damu za kafara amen. Kizazi cha damu za kafara amen. Kuna jamii mtoto mama akibeba mimba, nilienda Mi Simbwanga, mama akibeba mimba cha kwanza anaenda kufanyiwa matamiko. Amen, bwana atusaidie amen. Ah, <laughs> kuna watu hapa walipoolewa tu walifanyiwa matambiko, hata hajabeba mimba, ameolewa tu akafanyiwa ni matambiko, matambiko. Amen. Tayari damu iko kazini, hicho kizazi cha Mungu tena, hicho kizazi cha Mungu tena anaenda kuzaa wateule tena, ametambikiwa. Biblia inasema wakati Rebeka anaondoka wanamwambia aende akaolewe na Isaka. Maneno aliyotamkiwa Ibrahimu wao hawakuwepo, maneno aliyotamkiwa Sara wao hawakuwepo, lakini wao wakamwambia nenda ukaongezeke ukawe mama wa mataifa. Maneno ya Sara wanamwambia nyumbani kwao wakati wao wakwepo. Sara alipokuwa anaambiwa maneno, Ibrahimu akiambiwa maneno, wakamwambia yale maneno, manake tambiko la Sara, Mungu wa Sara ndio ule ulio, ndio maana Mungu anamsisitiza Sara kwa ndani ya moyo wake. Sara anasimama anamwambia Ibrahimu, sikiliza Ibrahimu, Roho yangu haina furaha na wanawatu wamwako. Mwanangu simpe mke kutoka katikati ya wanawatu wamaku amen. Akatazama akasema, namwona Ibrahimu, namwona Ibrahimu, yeye ni taifa kubwa

Na anaenda umezaliwa kwenye kizazi fulani hawaelewi. Yes. Sara alitoka kwenye kizazi ambacho ni matasa. Yes. Anatamani mtoto Sara, anaomba, analia hakimpati. Yes. Anaumia mwanaye, na wewe uwe kwenye kizazi kile kile ambacho wanakuwa matasa. Yes. Anaenda na Isaka naye anaenda kuoa mke, anamchukua Rebeka anakaa naye mpaka Rebeka anamwambia nipe mimba. Anaanza kuomba. Sasa watu analia mpaka Mungu amsikie. Anafunguka alafu na anapata vitoto viwili tu kama tone. Kusa, amina kuzaa tena. Elisa. Maisha anaenda. Rebeka anamwambia mume wake, afadhali nisaidie jambo moja. Yakobo mwanangu asije akaoa wanawake wa Kanaani. Amen. Akaoa kule kule kwa matasa. Amen. Amen. Amen.

Hiyo damu yako ni magonjwa. Hiyo damu yako ni kansa. Hiyo damu yako iliyotoka ko, hiyo damu ina kansa, ina utasa, ina ukichaa, ina magonjwa aina mbalimbali. Hayo yatadumu sana kwa sababu damu maanake ni hai. Kwa hiyo kama limepita aliyo hai na litakuwa hai na litazingua hai mpaka ikotee damu za kubatilisha damu

Hii damu inakuja ya Yesu yenye vita na damu iliyofanyika, tunakoolewa kizazi cha kwako na unafanyika upya. Bwana aliyo mwaminifu anakufanya upya.